Shirika la Umoja wa Mataifa la Usafiri wa Anga limesema kuwa Urusi ilidungua ndege za Malaysia Airlines MH17, mashariki mwa Ukraini mnamo Julai elfu mbili na kumi na nne, watu wote mia mbili tisini na nane waliokuwa ndani ya ndege hiyo ya abiria walifariki dunia baada ya udunguaji huo ambapo shirika hilo linadai kuwa ilidunguliwa na kombora lililotengenezwa Urusi, lakini Kremlin daima imekuwa ikikanusha kuhusika na ajali hiyo. Siku ya Jumatatu baraza la Umoja wa Mataifa la Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Anga lilipiga kura na kuamua kwamba Urusi ilishindwa kutekeleza majukumu yake chini ya sheria ya kimataifa ya anga ambayo inazitaka nchi kujizuia kutumia silaha dhidi ya ndege za kiraia zilizo angani. Ndege ya shirika la ndege la Malaysia MH17 ilikuwa ikisafiri kutoka Amsterdam kuelekea Kuala Lumpur ilipodunguliwa katika eneo la Donbas nchini Ukraini wakati wa mzozo kati ya waasi wanaoiunga mkono Urusi na wanajeshi wa Ukraini. Wengi wa abiria na wafanyakazi mia moja tisini na sita walikuwa wanatoka Uholanzi na kulikuwa na watu thelathini na nane kutoka Australia, raia kumi wa Uingereza pamoja na raia wa Ubelgiji na Malaysia. Kesi hiyo kwa Umoja wa Mataifa iliwasilishwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na serikali ya Australia na Uholanzi, ambazo zote zimefurahishwa na uamuzi huo. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mahakama ya Uholanzi ilitoa uamuzi wa kwamba kikundi kinachodhibitiwa na Urusi kiliangusha ndege hiyo, na Warusi wawili na raia wa Ukraini anayeiunga mkono Moscow walipatikana na hatia ya mauaji bila kuwepo. Watatu hao wote walihukumiwa kifungo cha maisha jela. Hata hivyo, kwa kuwa hawakurudishwa, hawajatumikia kifungo. Hii ni TMC News updates kimataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe kukomenti na kushare ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.